Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Wanaume wa Katoliki, ninayo machache tu ya kusema tena kwa haraka haraka. Moja, na mimi binafsi nawashukuru waka, kwa majitoleo yao kwa ajili ya kuwategemeza dada wadogo. Nasema mbarikiwe mpaka mshangae. Pili, kama mnavyojua kuna ile E, bima ya jimbo ni ajima, kwa, kwa mba, bime, boreswa, apia, e, midadi, Nia Njema. Napenda kuatangazia kwamba vifurushi vimeboreshwa na pia idadi ya hospitali wanaopokea e, bima yetu imeongezeka, zimeongezeka. Kwa hiyo ninawasihini sana tujiunge na hiyo bima. Usiishi bila kuwa na bima ya afya. Kumbe karibuni sana kujiunga na hiyo bima. Tatu ni kwamba e, najua mwaka huu ni mwaka wa jubilei kuu na vikundi mbalimbali vimekuwa vikiadhimisha jubilei yao. Sasa kuna kikundi cha walimu walimu wa Katoliki wataadhimisha jubilei yao tarehe moja Novemba kule Pugu, na ili kunogesha adhimisho hilo wamechapisha vitenge tena vitenge vizuri kabisa kabisa, eh vizuri kabisa. Naomba ukifungue ukifunue, waweze kuona vizuri. Kwa hiyo ninawasihi sana eh, walimu wa Katoliki shule za msingi na sekondari eh, msiache kushiriki jubilei hiyo hiyo tarehe moja eh, Novemba kule Pugu, na pia ninawasihi sana msiache kununua kitenge hiki kwenyewe, walimu watavai sare kule Pugu na wataonekana safi kabisa kabisa. Kwa hiyo kama kuna mwalimu, hata kama umesha staafu, usiache kununua kitenge hiki, au watu wengine pia usiache kununua kitenge hiki, hata kama si mwalimu, nunua tu, si kitenge kizuri safi kabisa? Mnunue eh, kitenge hiki ili kuboresha eh, maadhimisho ya hiyo jubilei ya walimu hapa kuna hii shule ya sekondari, kuna shule ya msingi. Natumaini walimu wa Katoliki waliko hapa watanunua hiki kitenge pia. Ninawaombeni viongozi waka sehemu ni e, UWAKA, semu, mnakokuwa parokiani mkawatangazi mkawaombe maparoko kutangaza kuhusu jubilei hii huko na walimu waweze e, kuji kununua kitenge hiki na pia kushiriki hiyo jubilei yao. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Bei za vitenge huwa zinajulikana, kwa hiyo sehemu huwa inajulikana. Hakuna. Asante sana, eh? Basi kitenge hiki kinapatikana katika maeneo haya ya shule chini ya mwembe, na hapo pia wataweza kuambia sehemu nyingine zipi zinapatikana, baba zangu waka kitimoto kula hapa, waini kunywa hapa, lakini kitenge hiki kifikishe kwa mama. Hata kama alikuanzishia kesi ya ndoa, atafuta. Basi nichukue nafasi mkaribisha mhashamu sana askofu mkuu atuseme neno na kutubariki baba askofu mkuu, karibu sana wanaume. Waheshimiwa Chancellor, waheshimiwa mapadri wote mliohudhuria, waheshimiwa mama mkuu, watawa wote wa kike na wa kiume, waheshimiwa UWAKA wote, waheshimiwa mama zetu, wawata, vijana na watoto Jubilei 2025, maujaji wa matumaini, maujaji wa matumaini. 2025. Langu ni neno fupi kwa niaba ya jimbo, napenda niwashukuru UWAKA kwa mambo makuu waliofanya shukuru kwa kujitokeza kwa wingi, lakini pia kwa majitoleo yaliyotukuka. Namuomba Mungu azidi kuwabariki kuwalinda na kuwafanikisha. leo tunapohitimisha tukio hili la UWAKA tunaendelea na safari ya ushuhuda, safari ya utume. Ninawatakieni ufanisi katika utume wenu ndani ya familia, ndani ya jumuiya ndani ya taifa na ndani ya kanisa lote. Nanyi dada zetu, dada wadogo, hongereni kwa yale ambayo mmetunukiwa. Tunaamini kwamba kwa, kwa rekodi yenu mtayatumia vizuri. Niombe kukumbusha parokia zote ni vema tusichoke hapa na pale. Mmeona kwamba kuna parokia chache ambazo hazikujitokeza hazikushiriki tukio hili. Naomba kusema kwamba kwa kuwa mkarimu utakufa njaa, kwa kuwa mkarimu utadoda kwenye ufukara. Paulo mtume anatufundisha kwamba Mungu huwapenda wale watoao kwa ukarimu. Basi Mungu aendelee kuwajalia moyo wa ukarimu. Mesikia mkialikwa kwamba hapa ndipo kula nguruwe. Ah, kwa kweli sio nguruwe, kitimoto. Usikiache kikupite hivi hivi. Nawatakieni safari njema ya kurudi majumbani na Mungu awalinde.